Hivi Malaika, mpenzi wako anarudi lini? Nadhani ndani ya wiki mbili atakuwa amerudi. Kwa nini umeniuliza? Hamna, nimeuliza tu, kwa sababu mpenzi wangu na yeye anarudi leo na amepanga kunivisha pete ya uchumba. Wacha usiku! Uko serious? Ndiyo. Wow, hongera sana rafiki yangu, lakini mbona kama ni mapema sana? Maana mmekuwa mkidate kwa muda mfupi, tena mapenzi ya kwenye simu, hata hamjawahi kuonana. Malaika rafiki yangu, bahati haitembei na mjinga. Halafu sasa hivi wasichana wengi wanachezewa tu na kuachwa. Mimi ni nani nikatae kuolewa wakati kaka wa watu wameonyesha nia? Ni vizuri kama kweli ana nia ya kukuoa. Kwa hiyo utanisapoti kwenye hili? Ndiyo, nitakusapoti kama wewe umeshaamua. Mimi ni nani nipinge? Nafurahi kwa kunielewa rafiki yangu, ila nina wazo. Wazo gani tena Malaika? Kwa nini tusitoke auti, mimi wewe na boyfriend wako, kabla boyfriend wangu hajaje, ili unitambulishe kwa shemeji yangu. Unafikiri kuna haja ya kwenda auti, Malaika? Boyfriend wangu amesema wa atakuja kunisalimia baada tu ya kurudi wao. Natamani aje hata sasa hivi ili nimuone shemeji yangu. Wao mpenzi, karibu sana. Asante Malaika. Huyu ndio shemeji yako? Hebu subiri kwanza, Cha Usiku, huyo si Alex? Ndiyo, ni yeye. Kwani mnafahamiana? Alex, wewe ni mwanaume wa aina gani? Ina maana umekuwa ukitudeti sisi wawili kwa wakati mmoja? Haiwezekani kwa kweli. Mimi najitoa, siwezi kuvumilia huu upuuzi. Alex, ina maana umekuwa ukinidanganya wakati wote huu? Hapana, mimi wala sijakudanganya. Cha Usiku, tafadhali naomba nikuelezee vizuri. utanieleza nini nikuelewe? Alexi, yaani umekuwa ukituchanganya bila kujali, halafu sasa hivi unaniambia unataka kunieleza. Unafikiri nitakuelewa? Cha Usiku, ni kweli nimekukosea, lakini Malaika ndo aliyesababisha, kwa sababu yeye ndo amekuwa akilazimisha kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mimi. Huo ni uongo Alexi. Kama yeye ndo analazimisha mahusiano mbona umemwahidi kuwa unarudi ndani ya wiki mbili? Nilimdanganya kuwa narudi ndani ya wiki mbili ili aache kunisumbua. Cha usiku, naomba utambue kuwa nakupenda wewe peke yako, na ndio maana nimekuja kukuona wewe kwanza kabla hata ya kwenda kumuona mama angu nyumbani. Na kama ningekuwa nampenda Malaika, siningeenda kumuona yeye kwanza. Yaani hata sijui nimwamini nani. Mpenzi niamini mimi, nakuambia ukweli kabisa. Malaika ndo ananilazimisha kuwa naye ila mimi nakupenda wewe. Sawa, nimekuelewa mpenzi. Asante kwa kunielewa. Huyu mtu ni mwongo sana. Hivi anatuchukuliaje kiasi cha kutudanganya sisi wawili? Unamwongelea mtu gani? si huyu Alex. Imagine kama tusingekuwa marafiki, si angetuchezea na tusingewahi kujua tabia yake. Ninachomshukuru Mungu ni kwamba nimemjua mapema na na mbloku sasa hivi. Hata wewe unatakiwa umbloku pia, ili ashike adabu. Sasa mimi ni mbloku kwa sababu gani? cha usiku umeshadanganya tena, ina maana huoni haya yote aliyofanya Malaika. Alex ananipenda sana na ndiyo maana amekuja kuniona mimi hata kabla ya kwenda nyumbani kwao kumwona mama yake. Sasa kwa nini ni mbloku hivi? Cha Usiku, unasikia maneno unayozungumza kweli? Kwa hiyo unataka nimwache Alex ili wewe umchukue? Kwa sababu naona unang'ang'ania sana, ni mbloku ili tuachane? Ni mchukua ni mpeleke wapi? Mtu mwenye tabia za kuchanganya wanawake hivi, yule ni mtu wa aina gani ambaye anashindwa hata kutuheshimu sisi marafiki? Huoni kama lengo lake lilikuwa ni kututumia kisha atugombanishe? Sikia Malaika, Alex ni boyfriend wangu na siwezi kumbloku wala kumwacha na lazima atanioa. Sasa unaenda wapi cha usiku na hatujamaliza kuongea? Tafadhali cha usiku, huyu mtu afai kabisa Ona, mpaka alitaka kutugombanisha. Naomba uachane naye asije akaharibu rafiki wetu. Natumai hauongei na mimi, cha usiku. Ina maana kuna mtu mwingine unamuona? Hapa anaongea naye zaidi yako? Mbona unanifuatilia sana, au unateseka? Unataka tukose wote, wakati wewe ndio haupendwi? Wakati wote wewe ndio umekuwa ukilazimisha mapenzi, mimi mwenzio napendwa. Malaika, tafadhali usitugombanishe na Alexi. Hebu subiri kwanza. Kwa hiyo hivyo ndo alivyokuambia? Ameniambia kila kitu, kuanzia siku ulipoanza kumtafuta, jinsi unavyojipendekeza kwake, jinsi unavyomlazimisha kuwa na mahusiano naye na mambo mengine mengi ambayo hata sitaki kuyasema. Cha Usiku, Alex amekudanganya, niamini mimi. Nini? Tafadhali Malaika, naomba uniache, sitaki ushauri wako. Cha usiku, nini kimetokea? Mbona unalia? Malaika, naomba unisamehe. Nikusamehe? Kwani umenikosea nini? Rafiki yangu ni Alexi. Alex? Kwani Alex kafanya nini? Alex ameoa. Ameoa mwanamke mwingine na akaondoka. Alex huyu huyu anayekupenda? Ndiyo, nimeona mke wake ameposti picha zao za harusi Instagram. Kwesi, nilikwambia ukajifanya kichwa kigumu. Ona sasa amekutokea puani. <laughs>